Lakini inapokurubia Idul Fitri kama ambavyo leo ni mwezi 28, kesho ni mwezi 29. Inawezekana mwezi ukaandama na Jumatatu inawezekana mwezi ikawa ndio siku ya Idi. Kama itakuwa ukuandama kesho mwezi 29, basi tutakamilisha ilivyo ada yetu, baraza huwa tunatokea kwa ajili ya kuwaletea ndugu zetu wafungwa na watuhumiwa walioko magerezani E, swadaka kwa ajili ya kujikimu na kufurahika na Idi Elfitri. Na swadaka hii kwa miaka yetu yote hutolewa na ndugu yetu kipenzi chetu Bwana Rashid Seif ambaye ni mkurugenzi wa GBP, kampuni ya GBP Tanzania Limited, ambaye yeye ameweka kama ada yake kwamba kila unapokurubia msimu wa Idi, basi hutoa e, kidogo kile ambacho anachokikusanya katika shughuli zake, ukirejesha kwenye jamii. Anafanya mambo mengi, lakini miongoni mwa hayo mengi ameweka utaratibu wa kusaidia na kuwafurahisha wafungwa, na yeye mwenyewe anasema sadaka hii sio kwa ajili tu ya wale Waislamu, lakini ni sadaka kwa wafungwa, kwa watuhumiwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wafurahie na waone ladha ya Uislamu, uzuri wa Uislamu. Uislamu haubagui kwa sababu lakumdinukum waliadini. Kwa hiyo nitumie nafasi hii vitu ambavyo tumeleta kwa pamoja na kumkabidhi mkuu wa gereza ni ng'ombe mmoja mkubwa mnono ambaye tunamkabidhi, lakini mchele kilo 200, maharage kilo 40, sukari kilo 25, mafuta lita 20, chumvi katu mmoja na nguo kwa maana ya suruali mazigo nguo 150. Tumezileta kwa pamoja kwa sababu wako watu wanahitaji kuswali hapa ndani, na ni sadaka kwao, hata kama wale waliomaliza wakaondoka wakipata zile ni sadaka, watu wamejitolea kwa ajili ya kuwavika ndugu zao waliokomba gerezani. Natumia nafasi hii sasa kumkabidhi mkuu wa gereza hili la Kasungamile sadaka ambayo imetoka kwa ndugu yetu Bwana Rashid Seif, na kwa ujumla tumwombee Mungu yeye na kampuni nzima na wafanya kazi, na kila alichonacho Mungu aendelee kumhifadhi na kumlinda. Na kwa baraka ya kazi hii basi Mwenyezi Mungu aendelee kuidumisha amani ya nchi yetu ya Tanzania. Kwa baraka ya kazi hii Mwenyezi Mungu aendelee kumbarikia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na kwa baraka ya kazi hii Mwenyezi Mungu aendelee kumbarikia Mufti na Sheikh Mkuu wa Tanzania Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali. Eh, mimi nafsi kwa kweli nashukuru sana kwa niaba ya jeshi lakini pia ni washukuru naao waliotuletea misaada kwa sababu hii misaada itawasaidia wafungwa kwa hali na mali kwa, kwa mazingira yetu yayo. Kwa hiyo mi ni haidi tushemkuu pamoja na mwakilishi kutoka sheli ya GBP kwamba huu msaada waliotoa utatumika kwa jinsi walivyokuwa wamekusudia na watapata huduma hii kama ilivyokuwa imepangwa. Asanteni sana, napenda kuchukua nafasi hii shehe wa mkoa kutoa ushirikiano kufika katika eneo hili. Mwenyezi Mungu amzidishie afya, ampe maisha marefu inshallah. Nachukua nafasi ya kumshukuru mkurugenzi mkuu wa Tanzania GBP bwana Rashid Seif Sudi amelikumbuka gereza la Sungamile kwa Sengerema, kwa kuwakumbuka wenzetu ambao wako mahabusu waliokuwa wamefunga na wasiokuwa wamefunga kuwakumbuka kukaletea sadaka hii ya mwezi mtukufu wa Ramadhani na kwa sababu ya Eid. Insha Allah Mzee Rashid Seif Sudi, mkurugenzi wa GBP Tanzania Limited, azidi kuwakumbuka na azidi Mwenyezi Mungu kumpa afya na azidi Mwenyezi Mungu kumfungulia kwa kila alichokitoa.